Nili nimeona majuzi kati hapa, uh, mitandao, mwanamitandao Mwijaku alitangaza kwamba ameachwa ame na mke wake, na aka, aka, aka, akakutana na Diamond Airport mm, akamwambia kwamba, bwana, niombe msamaha kwa mke wangu aweze kunisamehe nirudiane naye. Pengine hasa mwanaume ambaye umefunga ndoa na mke wako, kumwambia mwanaume mwingine ambaye ni rafiki yako akakuombee msamaha kwa mkeo wangu, ina maana gani hii sasa? Mimi nataka niongee kama mtumishi wa Mungu, kama nabii nabi e, Prophet Chandaro, Pastor Chandaro. Nataka niongee vile ambavyo mimi nina maelekezo ya kimungu ndani yangu. Kwanza kabisa, unapokuwa uko kwenye mahusiano, uko na mke wako. Maana unajua kuna tofauti ya kuwa kwenye mahusiano na kuna tofauti ya kuwa na mke. Sasa nataka nizungumze, ukiwa na mke wako, mmetofautiana, mmegombana eh? mpaka imepelekea hatua ya wewe mwanaume na mwanamke mnaachana, yani kila mtu anachukua msini zake. Maana yake sasa mambo kama hayo sidhani kwamba yana afya kwenda kwa mwanaume mwenzio akuombee msamaha no, kwa sababu kumbuka kwamba yule mwanamke ulikuwa unakaa naye wewe. Hawa wa pembeni wanaweza kuwa wanamwita shemeji, shemeji ni kweli, lakini wewe sasa kama mwanaume, si kweli. Wewe ndio unajua uzuri wa yule mwanamke na labda unatamana, una arudi wewe, ndio unatakiwa uchukue jukumu la kwenda, upige magoti, upige magoti sunajutia, labda yawezekana wewe umegundua kwamba wewe ndio mwenye makosa, inabidi uende umwombe msamaha. Lakini msamaha wa kuombewa na mtu huo, msamaha ni kweli? ni msamaha mzuri. Nimpongeze, mpongeze Diamond Platnumz, nikupongeze sana Diamond, umefanya kitu kizuri, lakini narudi kwa Mwijaku kwamba msamaha inatakiwa aombe mwenyewe Yaani msamaha wa kweli, yeye mwenyewe amuombe huyo mwanamke, ajutie yale ambayo labda mabaya aliyomfanyia, kwa sababu huwezi kuomba msamaha kama, kama hujajua kosa lako. Yaani mimi wewe wewe mimi nikikukosea na sijajua ni wapi nimekukosea, siwezi so, kukuomba msamaha. Kumbe msamaha tunapaswa kuomba msamaha kwa sababu ya kitu fulani kibaya ambacho kimetendeka. kwa, kama Mwijaku yeye amesha baini ameshajua kwamba kosa kwa lake ni nini kwa mke wake mm. Inabidi yeye sasa achukue jukumu la kwenda kumwomba msamaha tena, aende nyumbani na asiende mikono mitupu mm. Kiroho yani, yani mambo ya rohoni mm. Aende asiende mikono, asiende mikono mitupu kwa mm. Kama kweli anamhitaji mm. Lakini, lakini kama ni comedy mm. Yani kama ameongea kama, kama masiara yeah. Hii nayo mm. ni mbaya mm. Kwa sababu mambo unajua mambo ya mitandaoni nayo huwa yanaenda inabidi kila kitu unachokiongea inabidi pia uwe uwe una, una uhakika nacho. Kama ye kweli amesema ana shida au ameachana na mke wake, inabidi achukue hatua. Kama ye mwenyewe hawezi kwenda, awatafute wazee na ye mwenyewe akiwemo, au hata kama hataenda, awatafute wazee ambao wanaheshima, waende kwa wazazi na binti kuomba msamaha. Yes. ni, ni, ni, ni sahihi kuyaweka mitandaoni mambo kama haya ya mahusiano? Kwa watu wengine wameenda mbele, akasema kwamba pengine haya matatizo umeyasababisha wewe mwenyewe kwa sababu umekuwa ukimwanika sana mkeo kwenye masuala ya mitandao, umesafiri nje, ume, umetangaza, umempeleka huku, umetangaza pengine kujivuna ama kumwonesha mkeo unafurahia kila ambacho ah, Mungu amewatendea. Ina maana gani hapa? Kwanza ni, tu, tukirudi kiroho eh, ku, yani kuweka kuweka kuweka mambo ya, sijajua ana maana gani yeye ila mimi nafikiri mambo mengine ya ndani, mambo mengine ya ndani ya mke na mume, yani ya yeye na mke wake, hakutakiwa kuyaweka hadharani vile eh, hakutakiwa kuyaweka hadharani vile eh. Labda mimi sijajua, labda ameomba msamaha, amefika mwisho, labda eh, ameongea na shemeji yetu, shemeji naye amekaza, hatuwezi kujua, mpaka mtu ameamua kumtafuta Diamond. Eh, mpaka Diamond mwenyewe anaongea, anasema uh, wewe tulia tu, huyu huyu ni shemeji yetu wa kwetu tu, eh, eh, tu. Huyu kwa hiyo maanake hapo yawezekana ya, ya yawezekana Mwijaku amefika mwisho, ndio maana anaomba, ameamua kujitokeza hadharani kwamba jamani, yule mpe, mke wangu yule kipenzi changu yule ambaye alikuwa anatuliza moyo wangu, tumetengana naombeni mnisaidie kuniombea msamaha Eh, kama unavyojua yule ni mtu wa mitandaoni. Mm. Unajua ni tofauti na mimi, mimi siwezi kuweka kila kitu changu mitandaoni. Mm. Mimi ukiniona nakuja mitandaoni maana yake nakuja kwa swala maalum, kama kama kwa mfano kama hili la Mwijaku. Mm. Eh, Mungu tu amsaidie. Mm. kama kweli kama kweli nampenda mke wake eh? Mm. kama nampenda mke wake. Mm. Mimi kama nabii Mm. anitafute ya na yeah, ntamwelekeza cha kufanya yeah. Yes, na anaweza karudi. Yeah. Yes, of course. Lakini pia mm. kama yeye ndio mwenye makosa. Kama yeye ndio mwenye makosa, kwanza ajutie makosa yake eh, ajutie makosa yake, aombe toba kwanza yeye kama yeye harafu, ndo amfuate yule mke wake, garagara garagara chini, alafu mm, Mwijaku ni mtu wa nyumbani mwene waachu, wewe ni mtu wa muhira wa nyumbani, unajua kabisa hiki nicho kiongea. Nikisema mwene waachu, nikisema wa muhira yeye, yeah, anajua anaelewa, anaelewa. Wa nyumbani wale wanaelewa kwamba huyu jamaa wameongea lugha gani eh, wameshaelewa. Kwa hiyo yeye asitafute watu wa kumwombea msamaha, ye mwenyewe achukue jukumu la kumtafuta. Hata kama hata kama anaitwa Harris, hata kama mke wake hata ikupokea simu, na anajua anapoishi, aende hata alfajiri, geti lafunguliwa na yeye yuko hapo, aende aanze kwa wazazi, aombe msamaha. Kwani ameua hajaua? Hajaua. Unahisi kwa nini ndoa nyingi zimekuwa zikivunjika sana siku hizi, chanzo ni nini hasa? Mambo ya ndoa, mambo ya ndoa ni magumu. Mm. Mambo ya ndoa, ndio maana mambo ya ndoa ni siri. Mm. Unaweza mm. kukuta unaweza kukuta mtu anaishi na mke wake si kwamba labda kuna amani sana, mm. lakini wanavumiliana vitu vingi. Yaani tukiongelea tuki, tuki swala la ndoa, swala la ndoa ni eneo ambalo ni zito sana. Eh, ni zito sana. Eh, eneo la ndoa ah yeah, ni eneo gumu sana. Yeah. Eneo gumu sana. No. Eneo gumu. Maana walioko kwenye ndoa wanatamani kutoka yeah, na ambao hawajaingia kwenye ndoa wanatamani kuingia. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba swala la ndoa hmm. lina mhitaji Mungu sana sana hmm. sana. Ni, ni umri gani sahihi wa mwanaume kuoa au mwanamke kuolewa? e... ah. swali zito kidogo yeah. maana kuna wengine wanaolewa wakiwa na kumi na nane lakini naweza niungane labda na umri wa eh, wa kitaifa hmm. ambao umeweka kuanzia miaka kumi na nane miaka kumi na nane, kwa mfano sasa, miaka kumi na nane hmm. yeye huyu hayuko chuo hmm. sio mwanafunzi ya anaruhusiwa kuolewa uh, lakini chini ya miaka kumi na nane nafikiri ni mateso, kwa sababu miaka kuanzia kumi na nane kwenda juu eh, hapo nafikiri hatuwezi kumbana, kumbana mtu kwa sababu nimeona nimeona wale wengine ambao wana, wanaenda na, na mambo za kimila unakuta mtoto hajafikisha hata umri wa miaka kumi na nane, ana miaka kumi na nne tayari wanamlazimia atakaolewe ili wapate nini? Wapate ng'ombe, wapate fedha. Hiyo nayo ni mbaya, lakini kama mtoto kama mtoto ametimiza miaka kumi na nane, yuko shuleni, yuko chuo, wamwache asome. Ila kama sio mwanafunzi, sio mwanachuo, yupo tu nyumbani na kuliko afanye uhuni na umaraza aliye nyumbani miaka kumi na nane, ni bora aoe au aolewe. Yes. La, la mwisho nilimwona ni pia Haji Manara alikuwa anazungumza kwamba ataoa tena mwanamke mwingine, na ushauri wako kwenye hili uko vipi? Kwa yeye sasa. Yaani labda mimi ni mshauri, eh, Haji Manara amgeukie Mungu. Mambo ya ndoa narudia tena, kwa watama, kwa wanao nisikiliza na kunifuatilia, naitwa Prophet Chandaro. Mambo ya ndoa ni magumu, ili mambo ya ndoa uyaweze, you need the power from God, unahitaji nguvu kutoka kwa Mungu. kwa sababu gani? Kumbuka kwamba huyu mwanamke unayeishi naye, na yeye anakuja na madhabahu yake, anakuja na maroho yake, na huyu mwanaume unayeungana naye ana madhabahu yake na miungu yake. Kwa hiyo ili uweze kushinda hiyo vita ya kiroho kwa upande wa ndoa unahitaji Mungu. You need God. Una, unamhitaji Mungu asilimia mia, na unapomhitaji Mungu angalia usiwe na makando makando. Kwa sababu gani? Mtu anaweza akawa ameoa lakini kwa sababu ya umaarufu alionao, akakutana tena na mizigo mingine na wanawake wengine. Kwanza ikumbuke kwamba unapokuwa umeingia kwenye mambo ya ndoa inabidi muombe Mungu mambo ya tamaa akuepushe mbali. Kwa sababu gani? Wako kwa macho ya kawaida, yuko mwanamke unaweza kukutana naye ambaye ana sura kuliko mkeo. Kwa hiyo inabidi yule mke uliye naye umwombe Mungu akusaidie kwamba, Mungu naomba unisaidie niepukane na, na mambo ya zinaa, niepukane na mambo ya umaraya, kwa sababu saa zingine sasa, sasa mke wa kwanza wa Manara aliondoka. Wa pili ameondoka. Wa tatu ameondoka. Maana kile inakuwa ni vurugu mechi. Mimi labda nimshauri Manara. Kaka yangu Manara. Mambo ya kocha achana nayo. Achana nayo. Achana nayo tu. Atulie tu. Au single father tu. Eh, single father. Alafu atulie tu. Mambo yake yamalizika. Yaani, yaani atulie tu. Au, yaani asitafute mwanamke tena. Mambo yake yamalizika. Anunue kufuli la chuma, atulie tu. Maana mimi naona kama wanamtesa, wanawake wanamtesa. Wanawake naona kama mnamtesa Hajimanara, yani wanawake wanakuja tu kumchuna hivi yeah. eh. nafikiri eh. Yeah. kwa Manara wanafuata nini? yeah. <laughs> nini? Yeah. <laughs> eh. nini kama sio kumchuna tu eh? Ah, mna mapenzi wanafuata tu kumchuna yeah. Tazama wanawake ambao wanakutana nao yani mm. wanafuata tu mchuzi, wanafuata fedha na ndio maana wanawake wa sasa hivi wengi, kama hata Dar es Salaam hapa mm. wanafuata fedha tu, wala hawana mapenzi ya kweli mm. nakwambia kweli mm. mm. mm. Hmm. Manara labda mm. nimshauri kama kweli anataka kuoa asisahau lakini yote ndiyo yaongea eh, ayazingatie eh, kama kwani anataka kuoa mm, aende kijijini mm, mbae, saba, pauka, eh, atafuta mwanamke ambaye darasa la saba wa kawaida aliyepauka labda kidogo eh, kidogo labda. Kwa sababu gani mm, Wan, wanawake wengi wa mjini mm, wanachokifuata kwake mm, ni fedha, na sasa hivi wanawake kama unavyojua hawaangalii sura mm. Wanakwambia sura hailiwi eh. Ni pochi tu, wanaangalia pochi tu, wao ni hela tu Yaani hata kama ungekuwa na sura kama suku mtu, wao wanaangalia je, huyu e, ana nyumba, ana gari, ana ana asset, naweza nikaishi vizuri, naweza nikaenda Dubai, naweza nikaenda Zanzibar, naweza nika, nikafanya mambo yangu ninayotaka mimi. Hicho wanachotaka wanawake. Sasa ukiona mwanamke wa design hiyo, huyu hawezi kujenga ndoa, hawezi kujenga ndoa. Mwanamke anayekuja anay kwako kwa ajili ya kuchuna kwa ajili ya kukupiga, ah uh, huyu hafai, huyo ni kama shetani ibilisi, eh huyu inabidi Pepo, pepo eh, uh, lamwisho kwa Tanzania, Tanzania hiki ni kipindi cha msimu wa sikukuu, tunakwenda kipindi cha kukumbuka kuzolewa kwa Yesu Kristo. Yes, amua kuacha dhambi, amua kumgukia Mungu. Kwa ndugu zanuaslawapn kuna kuna mtu kuna mtu mmoja a, alikuwa akinifuatilia katika harakati zangu za injili akaniambia, mtumishi wa Mungu nataka nikubariki vyombo kwa ajili ya huduma. Kwa kweli Waislamu, Mungu awabariki sana. Waislamu wenyewe ni marafiki zangu na wapenda sana nikisema Waislamu nawapenda sana, sio mrokole unichukie mimi no, mimi nina maana yangu, mimi usitake kujua maana yangu kwa nini nimesema nawapenda Waislamu sana. Mimi na maana yangu ndani yako endani yangu, siwezi kusema ni nini ila mimi na maana yangu, siwachukii warokole wenzangu nawapenda, ila nimesema hivi nawapenda sana Waislamu mm. Yeah. Basi mimi nakushukuru sana asante sana, Asante sana. Okay.